Ndugu zangu, ninayo furaha kubwa kuonana na ninyi siku ya leo tena. Kama alivyosema katibu, ni mara ya tatu kufanya kampeni katika kata hii ya Mkiwa. Tulianza Choda, tukaja pale kata, leo tunahitimisha katika maeneo haya. Kwa hiyo ninayo sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa anaendelea kutuimarisha siku hadi siku na tunaendelea kuonana na mara nyingine tena tunaambiana mambo mazuri, tunahabarishana habari njema za nini Chama cha Mapinduzi kimefanya kwa kipindi cha miaka mitano, na yapi ambayo yanayekwenda kufanywa kati yetu sisi, mimi na ndugu yangu Mtiana, katika kipindi kijacho cha miaka mitano, ambayo tarehe ishirini na tisa ninyi wananchi mnakwenda kuweka sahihi, mnakwenda kutukabidhi mkataba ambao tutaondoka nao kwa kipindi cha miaka mitano. CCM oye! oh yeah. CCM safi. Jambo la pili, niwapongeze sana, kwa sababu mkiwa hamjawahi kuniangusha toka tumeanza choda na mpaka leo tunamaliza, nakutana na watu wengi wenye bashasha na waliochangamka. CCM oye! Ukiangalia hii hamasa ni kama vile alivyokuwepo siku ile mgombea mwenza wa urais, jinsi walivyochangamka. Inatia moyo na inaonesha ni namna gani watu wa Mkiwa wanahitaji maendeleo na siku ingine bali katika Chama cha Mapinduzi ndipo wataenda kuyapata. Safi ndugu zangu, watu wa Mkiwa, mimi niwambie tu ni habari nyingi kuhusiana na mkoa wetu wa Singida lakini hasahasa pia katika kata hii ya Mkiwa. CCM oyee, CCM oyee, CCM! Safi ndugu zangu, kuna mambo mengi ya kuzungumza siku ya leo, lakini kwa uchache wake, kwa uchache wake niwaambia kwamba wakati ninahudhuria vikao vya kamati ya siasa ya mkoa kuna mambo mengi nimeweza kuyabaini na kuyafahamu. Jambo la kwanza ni changamoto ambayo inatuandama inayohusiana na wanyama waharibifu wakiwemo tembo, swala. So, la tembo tumelizungumza sana kwenye kikao cha kamati ya siasa ya mkoa, na uzuri taarifa hizo zipo mkoani na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa analifuatilia kwa kina na analifuatilia kwa undani zaidi ili kuhakikisha changamoto hiyo ya tembo isijitokeze tena katika maeneo yetu haya, ili wananchi hawa wawe huru kufanye shughuli zao za maendeleo yakiwo ikiwemo kilimo pamoja na biashara. Siiem oye, siiem safi. Sasa tarehe ishirini na tisa mtakapotuchagua mimi na ndugu yangu Mtiana mtatupa kazi ya kuendelea kufuatilia ili utekelezaji wake uweze kufanyika kwa wakati sahihi, ili watu wetu waweze kujinafa. Sisi mwenye sisi, msafi. Ndugu zangu, nimepewa taarifa ya kwamba kuna masuala ya kibiashara ambayo yanaendelea maeneo haya, lakini miundombinu ya barabara ilikuwa kikwazo kwa wajasiriamali, kwa walioko pembezoni hapa. Nimeambiwa kuna mabonde mengi ambayo pia mimi nayaona kipindi cha masika, kipindi cha mvua, watu wanashinda kufanya biashara kwa sababu maji yanajaa maeneo haya. Sasa okazi, mtu, mtu, mtu, mimi, tutapena, tula chaga, tula, hiyo kazi mmetupatia, mimi na ndugu yangu mjiana, tutakwenda kuhakikisha tunatatua hiyo changamoto ambayo iko hapa, wafanya biashara wetu waweze kufanya biashara zao vizuri, ili mwisho wa siku waweze kujiletea maendeleo yao, kwa sababu mendomino itakuwa vizuri. Sisi oye, sisi msafi, sisi mju. Ndugu zangu, tarehe tisa mwezi wa tisa mwaka huu, tukiwa pale Ikungi, mama yetu Samia Suluhu Hassan alitaja mambo ya msingi, alisema ya kwamba anakwenda kuhakikisha afya zetu zinaimarika. Katika kuhakikisha afya zetu zinaimarika alisema anakwenda kujenga vituo vya afya kumi katika wilaya nzima ya Ikungi, na pale pale akatamka wazi ya kwamba anaenda kutupatia jimbo la Ikungi Mashariki vituo vitano vya afya. Sasa siku hiyo, wakati nataja hivyo vituo vitano, alitaja pia kata hii ya Mkiwa sisiemy cha afya. Sasa kazi yenu ninyi wana CCM na wananchi wote kwa ujumla, kama kweli tunataka hicho kituo cha afya kijengwe kwa wakati ni hakika, mpeni kura ndugu yangu Mfyana, nipeni kura na mimi, ili tukavifuatilia hivi vituo, tukafuatilia hizo ahadi ambazo mheshimiwa mgombea wetu wa urais ametuahidi anakwenda ah, kuzitekeleza wake ni unaenda kufanyika kwa haraka. Kazi yenu ni moja, wanamkiwa kutupa kura nyingi, mimi na ndugu yangu mtiana hapo, ili tukahakikishe tunadai kituo cha afya kiweze kujenga kwa wakati. Masuala mengine ya zahanati ambazo zipo na zile ambazo zinahitaji eh, mwendelezo wake pamoja na huduma dawa na vifaa tiba, tunakwenda kuhakikisha tunasimamia serikali hii iliyoko madarakani, ili iweze kuleta

Na kwenda kupeleka umeme kutoka katika kila kijiji na kupeleka katika kila kitongoji. Sasa mtakapo mtakapo tuchagua, mimi na ndugu yangu Mtiana, mkatupatia kura za kutosha, tunakwenda kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha umeme unatoka vijijini na kwenda katika kila kitongoji ili watu wetu hawa waweze kujiletea maendeleo kutokana na nishati ya umeme ambao wanaenda kujitumia. CCM oye! CCM safi! CCM juu! CCM oye! Ndugu zangu, ndugu zangu. Kwa sana sana umeme, mimi na ndugu yangu tunaenda kulisimamia, tuhakikishe maeneo yetu yote yanapata umeme katika kila kitongoji kama ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyotuagiza. CCM oye, oh yeah. CCM juu, CCM juu. Ndugu <laughs> zangu, kuna shule ambazo ni shikizi. Nimetajua shule kama tatuip. moja hapo ikiwa na maida, si ndio eh? Si ndio eh? na nyingine ni ipi? Nyingine ni ipi? Nyingine ni ipi? na nyingine na nyingine lakini pia kuna shule zetu hizi hapa hii ya mkiwa na ile ya Choda ambazo ni za zamani, pia miundombinu yake imechakaa. Sasa kazi yenu ni moja, kutupatia kura za kutosha, mimi na ndugu yangu Mtiana, ili zile shule mpya ambazo zinakwenda kujengwa, zile shule shikizi zile, tuhakikishe zinapata majengo mazuri, watoto wetu wakasome, ili waepushwe kwenye umbali mrefu wa kutafuta elimu sehemu za mbali, wapate elimu pale pale walipo, lakini lakini zile ambazo zimezipo za siku nyingi na miundombinu yake imechoka, madarasa yake ya zamani sana, tunakwenda kuhakikisha pale penye ubovu tunaparekebisha, ili watoto wetu waweze kusoma na mwisho wa siku wapate elimu bora, wafaulu vizuri mitani yao na waendelee mbele zaidi. Sisi ya livyo vikuu sisiem wonye huyu mtiana na tukazidi kata zingine kwa kuongoza kwa kura kwa maana ya diwani Huyu mtiana akifika almashauri, anaambiwa njoo kaa siti za mbele, kwa sababu watu wako wamkiwa walikupa kura nyingi. Mtakapompa <tosha> kura nyingi za kutosha kuliko kata zingine, huyu mtiana akiomba maendeleo, akiomba maji, akiomba barabara akiomba maabara katika shule yetu hiyo ataambiwa, kwa sababu watu wako walikupigia kura nyingi za kutosha, kwa hiyo walikuwa wanahitaji maendeleo. Kama ni maji chukua, kama ni barabara chukua, kama ni miundombinu ya shule nenda katekeleze, kwa sababu watu hawa wanakimu na maendeleo. Ndugu zangu, niwambie niwaambie, takwimu zikienda taifari wale waliofanya vizuri kwa kupiga kura ndio wanaonekana, hao wanahitaji maendeleo sasa. Sasa mpende ujasiri huu mkubwa, ili huyu bwana atakaposimama pale aonekane kweli watu wake wanahitaji maendeleo, na ndio maana wamempa kura za kutosha. CCM oyee! Sipate ujasiri wa kwenda kuomba maendeleo, ili nipate ujasiri wa kwenda Ikulu nipata ujasiri wa kwenda kwa spika, nipate ujasiri wa kuonana na mawaziri. Mkitoa kura chache, ndugu zangu, mtanipa uoga, nitashindwa kwenda kwa waziri, nitashindwa kwenda ikulu, nitashindwa kumuona spika kwa sababu nina kura chache. Ukifika pale unaambiwa wekisunto mpeo india ya kuliva kura nyingi sisi emoje mbinielewa eh, hiyo ni mpakee, ina maana toni unajua hani inahitaji maendeleo kura nyingi. Kwa hiyo kura zetu zinaonesha ni namna gani tuna uhitaji wa hayo maendeleo. Kwa hiyo mkinipa kura za kutosha, nitasimama kifua mbele pale bungeni, kwa sababu nina watu nyuma wanaonisukuma, nina watu nyuma wanaohitaji maendeleo oh yeah. Ni waombe mtoe kura nyingi kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, raisi mwanamke. Hatujai kupata rais mwanamke. Na hivi juzi akasema wakina mama hawa wapewe ile mikopo ya halmashauri, akasema vijana wapewe mikopo ya halmashauri, akasema na wale ndugu zetu walemavu pia wanafungulao halmashauri. Sasa kazi yenu ni ndogo, tarehe hiyo kupiga kura nyingi sana ili tukachote maburungutu tuwaleteeni wakina mama mkiwa mmetengeneza vikundi vyenu tuwaleteni vijana mkiwa mmetengeneza vikundi vyenu tayari kwa ajili ya maendeleo sasa tutakapopiga kura nyingi kwa mama Samia mtatupa urahisi mimi na ndugu yangu mtiana tukiandika dokezo lolote linakwenda vizuri kwa sababu mama Samia atakuwa ameona moyo wenu wa dhati wa kuhitaji maendeleo kwa hiyo tukienda tukaomba atakuwa rahisi kutupatia atasema wale watu mkiwa walinipa kura nyingi za kutosha, kile kituo cha afya. Atasema ile ahadi ya umeme kila kitongoji ninaitekeleza kwa wakati kwa watu wa Mkiwa kwa sababu walitupa kura nyingi sana. Mnajua maendeleo huwa yanaanza na vipaumbele. Sasa sisi tunaomba kata yetu ya Mkiwa iwe sehemu katika vile vipombele, ili waanze na sisi wakamalize na kata zingine. Sasa hayo yanafanyika kwa sababu nyinyi mnakwenda kutupa kura nyingi za kutosha. Sisi hoye, sisi msafi. Baada ya hayo niwaombe, wangapi wanampa mama Samia kura za kutosha? Wangapi? Wangapi? Sisi hoye, sisi msafi. Wangapi wanampa mciana na kura za kutosha Wangapi? Wangapi? Wangapi? CCM oyee! CCM safi! ndugu zangu, wangapi wanampa Mgonto kura nyingi na kutosha? CCM oyee! CCM safi! Sasa mtagadawangi wetu hapa leo, wamesafiri kutumia usafiri wa bodaboda, na mimi bodaboda na waheshimu boda boda na wapenda sana kwa sababu wanapanda. Sasa tutakapochaguliwa ndugu yangu tarehe ishirini na tisa tuje tukae na hao watu tuunde vikundi nao pia ili na wao na ushirika ambayo ambao na kuendelevu kama kuna mikopo pia na wawo wawe sehemu ya kupata hiyo mikopo. CCM oye, bona bona oye, bona bona oye. Baada ya kusema hayo ndugu zangu, wanya ainoanemokewa, asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki sana. Kidumu chama cha Mapinduzi.